Naitwa Loisi Muga ni, mj ni, ni mjumbe katika baraza la wazee wilaya ya Butiama CCM. Napenda kusema kwamba baba wa taifa mwalimu Nyerere mwasisi wetu ametuwezesha kukaa katika amani na upendo na utulivu hivyo tunazidi kuomba kwamba amani utulivu usalama na upendo na mshikamano viendelee katika nchi yetu ya Tanzania hata Mama Samia tunamshukuru kwa yote anayotutendea. Maanake nchi yetu bado iko katika amani, utulivu, usalama, upendo na mshikamano. Mungu atubariki katika kula tarehe ishirini na tisa Oktoba. Mama Samia kula zote zake tunamwekea tiki na mbunge wetu Baela kila kitu safi. Mungu atubariki tukae katika amani. Nangu, naitwa Nyihita Wilfred Nyihita. Ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa anayetokea wilaya ya Roria. Uh, nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi aliyotupa leo, lakini pia kuendelea kuzitazama kampeni za mama na mapokezi ya mama ambayo yanafanyika hivi leo katika eneo la kitovu ambako alikozaliwa Baba wa Taifa. Hapa ndio kitovu cha Chama cha Mapinduzi, hapa ndio kitovu cha CCM kwao. Leo tuko kwenye kitovu cha CCM na Dr. Samia Suluhu Hassan anakuja sasa kuzuru eneo hilo, lakini pamoja na kuongea na wananchi, akiomba kura katika hilo. Mimi inaweza kusema sisi hatuna mbadala zaidi ya Dr. Samia Suluhu Hassan, sababu tukiangalia ndani ya mkoa wa Mara mengi yamefanyika chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini ndani ya Tanzania wakati anakipokea kijiti haikuwa rahisi. Kuna miradi mingi ambayo ilikuwa bado haijakamilika, lakini tunao Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuikamilisha. Kwa hiyo sisi hatuna mbadala. Oktoba ni jambo moja tu 29, kama kama wanamara, kauli yetu ni moja, tunatiki kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunafikiri kwa uongozi wake, ana mwenzi Baba. Kikubwa tunachokiangalia Dr. Samia ni mzalendo na ndiye mzalendo namba moja Tanzania. Sasa katika mazingira hayo tunaona mengi ambayo kama mwasisi wa nchi hii Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hayati baba wa taifa, aliyoyafanya ndizo nyayo anazozitembea dr Samia Suluhu Hassan. Kwa misingi hiyo tunaendelea kumpongeza na tunamuomba mama yetu Samia aendelee, wala asirudi nyuma. Sisi tuko pamoja naye, wana Mara. Naitwa Mfalume Julius Kambarage, mwenyekiti wa wazazi wa mkoa wa Mara. Vilevile eh, vile, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Kwa mujibu wa taratibu, kazi ya mama aliyofanya ndani ya tanzania kwa kweli ni kubwa. Tunasema amefuata nyayo za baba wa taifa, kwa sababu ile misingi ya kuimarisha umoja, amani na upendo imetamaraki, ndio maana mpaka seo tanzania tunaishi kwa amani. Kwa hiyo kufanyia nini anachofata ama nini, anamwezije baba wa taifa? Anamwenzi baba wa taifa kwa sababu ya misingi ya amani, utulivu na ameapa kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na katiba ndiyo mkataba kati ya wananchi na, na, na, na, na serikali yake. Kwa hiyo mimi kwa nafasi moja ama nyingine, kwa kuwa amani na tamalaki amelinda miundombinu najengwa na anafuata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vilevile vile ilani ya Chama Cha Mapinduzi imetekelezwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi na washauri wa Tanzania wenzangu, Oktoba tutiki, ili tuendelee kukaa na amani, tuendelee kulinda nchi yetu, na tuweze kupata miundombinu mingi na miradi iweze kutamalaki. Asante sana.